Habari, karibu katika mada ya leo. Leo tutaangalia mada fupi sana, lakini ni muhimu kwa mama mjamzito. Kwa nini ni muhimu kwa mama mjamzito kutumia vidonge vya FeFo kipindi chote cha ujauzito? Sasa wakati wa ujauzito, mwili wa mama huhitaji virutubisho muhimu ili kurahisisha ukuaji wa mtoto aliyepo tumboni, lakini pia kusaidia kupunguza hatari ya upungufu wa damu na kuimarisha afya ya mama. Moja ya virutubisho hivyo ni folic acid plus iron supplement, ambapo vinapatikana katika vidonge vya FeFo. Sasa leo tutaangalia kwa undani kwa nini ni muhimu kutumia vidonge vya FeFo kipindi chote cha ujauzito. Utokonemdaktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi jiunge nasi alama kisha kengele pembeni yake, twende pamoja. Vidonge vya FeFo, vidonge hivi wajawazito hupewa kila uzulio wanapouzulia katika kliniki zetu nchi nzima, na upewa kipindi chote na ushauriwa kutumia kipindi chote cha ujauzito. Faida zake ni hizi hapa. Faida ya kwanza, kupunguza hatari ya upungufu wa damu wakati wa ujauzito. Mama mjamzito huhitaji kiwango kikubwa cha damu kwa ajili ya mtoto lakini pia kwa ajili yake mwenyewe. Sasa moja ya vitu ambavyo vinapelekea damu kutengenezwa kwa wingi ni madini ya chuma. Ndiyo maana mama atashauriwa atumie vidonge hivi ili awe na madini mengi ya chuma na aweze kutengeneza damu ya kutosha. Ukosefu wa upungufu wa damu unaweza ukaleta changamoto zifuatazo. kwanza inaweza ikadumaza ukuaji wa mtoto alipo tumboni lakini pia kupelekea changamoto nyingine ikiwemo kujifungua kabla ya wakati. Faida ya pili faida ya pili ni kupunguza hatari za kasoro za kimaumbile hasa kwa mtoto. Mtoto anapokuwa tumboni, hasa katika miezi mitatu ya mwanzo, huhitaji folic acid kwa ajili ya ukuaji wa ubongo pamoja na uti wa mgongo. Sasa Ukosefu wa folic acid unaweza ukapelekea changamoto ya uti wa mgongo pamoja na ubongo, na inaweza kupelekea changamoto ya mtoto kuzaliwa akiwa na tatizo la mgongo wazi, kitaalamu tunaita spinal bifida. Kwa hiyo tunamshauri mama mjamzito atumie vidonge hivi folic acid, ili apate folic acid ya kutosha na aweze kupunguza hatari ya mtoto kuzaliwa akiwa na kasoro za kimaumbile, ikiwemo kuzaliwa akiwa na tatizo la mgongo wazi. Faida ya tatu ni kurahisisha au kusaidia kuimarisha ukuaji wa viungo vya mtoto ikiwemo, husaidia ukuaji wa mgongo, husaidia ukuaji wa uti wa mgongo wa, lakini pia husaidia kuimarisha kinga ya mtoto akiwa tumboni. Faida ya nne, husaidia kupunguza uchovu, lakini pia husaidia kupunguza kupata kizunguzungu na hatari ya kuvimba kwa miguu, hasa madini ya iron yani pamoja na madini ya folic acid. Lakini pia faida nyingine, kusaidia kuimarisha kinga ya mama wakati wa ujauzito. Mama anahitaji kinga iliyo imara, ili kusaidia kumkinga na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza yakasababisha madhara kwake, lakini pia madhara kwa mtoto. Naamini wewe si mmoja wa wajawazito ambao hawataki kutumia vidonge vya folic acid pamoja na fefo. Sasa nikushauri, pindi utakapopewa vidonge hivi hakikisha unavitumia kila siku wakati wote wa ujauzito. Baadhi ya wajawazito kutumia vidonge hivi pata kichefuchefu. Kama unapata kichefuchefu, basi rudi katika zahanati au kituo cha afya au na daktari, ili akupe mbadala nini cha kufanya ili akusaidie usije ukapata changamoto, lakini pia akusaidie ili upate kuimarisha afya yako kipindi cha hio uzito. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakie siku njema na Mungu akubariki.